Kama hujui sheria zinazoendesha ulimwengu basi, ulimwengu ndio utakuendesha wewe. Hizi ni sheria saba za ulimwengu unazopaswa kujua. Moja, sheria ya sababu na matokeo. Maisha hayakosei, hulipa kwa kile ulichofanya, si kwa kile unachotamani. Mbili, sheria ya mtetemo. Mawazo yako ni sauti isiyoonekana, ulimwengu husikia kila mdundo unaotoa. Tatu, sheria ya kuvutana. Unachobeba moyoni ndicho unachokutana nacho duniani. Utu ndio mwaliko wa baraka. Nne, sheria ya umakinifu. Unapoelekeza akili ndipo nguvu huenda. Unachokifuata ndicho kinachokuwa. Tano, sheria ya uiano. Ulimwengu haupendi mizani iliyovunjika. Ukipinduka sana, maisha hukurejesha kwa maumivu. Sita, sheria ya mdundo. Kila jambo lina wakati wake. Anayejua kusubiri ndiye anayekamata matunda bora. Saba, sheria ya ndani na nje. Unachokijenga ndani yako ndicho kinakutengeneza nje. Dunia ni kioo cha nafsi. Usisahau kuonyesha upendo kwa kulike, kushare na kufollow kiroho safi. Hadi wakati mwingine.